Kwa hivi tulienda apartire ya Kaziba jana zero her. Na hivi tunarudia sasa hizi tumeshuka sasa katika milima ya Kamanyola. Hivi tuko nazungumza tunashuka tuko katika operation. Na nimwambia kama Kamanyola shete kwa itombe. Sikiliza habari duzer utasikia habari gani inafanyika. Wao sijali majeshi tayari yametangulia na mimi tayari niko nyuma ndipo jana wako nafanya kazi pale. E, bila oga waoneshe Kamanyola kwenye iko. Hapa tayari tunaanza kupilionea pale Kamanyola kwa dakika chache tu Naam, ni majira ya mchana sasa. Mpendwa msikilizaji, unayo haki ya kuweza kuhabarishwa kuambiwa yote yanaendelea uko kwenye uwanja wa vita, ili ubaki unafahamu kile ambacho kinaendelea. Ni vema sana kuweza kujiunga nasi kwa Amani TV Media ili uendelee kupata habari hizi kwa kila saa na kila sekunde. Hivyo na kusii, kusubscribe ikiwa hujafanya hivyo lakini kusambaza habari hizi kwa walio wengi, ili naoendelee kuzipata pasipo na tatizo. Mpendwa msikilizaji, kwenye uwanja wa vita mambo yamebadilika, hali imekuwa tete, tofauti na jinsi ambavyo iliweza kutarajiwa. Huko unazungumzia maeneo ya Katogota na kwenye milima inayonukia mji wa Kamanyola jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na sasa hapa tunakuletea kile ambacho kinaendelea Rwanda, lakini pia kile ambacho kipo kwa sasa kwenye uwanja wa mapambano. Hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamate, ili upate kufahamu ni kipi kinachoendelea huko, maana wazalendo na jeshi la taifa FARDC, pamoja na warundi wameamua kuingia vitani sasa, kitu ambacho kimeanza kuingiza wasiwasi huko -wasi Rwanda, na kupelekea mipaka kuanza kufungwa kwa haraka kwa tahadhari kubwa sana. Kuwa nami ili upate kuhabarika vya kutosha. Na bila shaka natumai uko salama usalimini, popote ambao kuendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Hii ni Amani TV Media, na moja kwa moja bila kupoteza muda tujielekeze huko kwenye uwanja wa vita, tupate kwa kujuza ni kipi ambacho kipo kwa sasa. Hali ya wasiwasi imetanda katika eneo la Bugarama nchini Rwanda kufuatia taarifa za mapigano makali yanayoendelea kati ya, uh, katika eneo la bonde la Ruzizi, hasa katika mji wa Katogota na Kamanyola upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotoka moja kwa moja kutoka katika uwanja wa vita vinaeleza kuwa vikosi vya Wazalendo vinaendelea kusonga mbele uh, kwa kasi na kukaribia kuingia katika mji wa Kamanyola, ambao unatajwa kuwa ngome muhimu ya kimkakati inayothibitiwa na uasi wa AFC M23. Eneo hili limekuwa kitovu cha mapigano kwa muda mrefu kutokana na umuhimu wake a, katika usafirishaji na udhibiti wa mpaka. Wakati mapambano yanaendelea kushika wakati mapambano yanaendelea kushika kasi, kumekuwa na taarifa za siri zinazoeleza kuwa magari kadhaa yameonekana yakivuka kuelekea upande wa Rwanda yakiwa yamebeba mizigo mbalimbali. Chanzo kimoja cha kuaminika kimedai kuwa baada ya magari hayo kuvuka Rwanda, imeamua kufunga mpaka wake na DRC, hatua ambayo inalenga kuzuia vikundi vya wazalendo kuingia nchini humo. Kufungwa kwa mpaka huo kumesababisha hali ya sitofahamu na ya wasiwasi wasi mkubwa kwa wakaaji wa eneo la Bugarama ambalo linapakana moja, linapakana moja kwa moja na DRC. Wenyeji wameripoti kuhisi mvutano ukiongezeka kutokana na uwezekano wa mivurugano ya ki, uh, kuathiri shughuli za kawaida na za kiuchumi pamoja na usafiri. Kwa upande wa usalama, baadhi ya wakahaji wamesema wameanza kuchukua tahadhari kwa, uh, kwa kujizuia kusafiri usiku na kufuatilia kwa ukaribu ma, uh, mienendo ya kijeshi kwa mpaka. Hata hivyo, bado hakuna taarifa rasmi kutoka mamlaka za Rwanda kuhusu hatua zaidi zitakacho zitakavyo uh, zitakazochukuliwa kutokana na makabiliano hayo ambayo yanaendelea huko, uh, mpakani. Mpaka sasa mapigano bado ni makali katika maeneo ya mpakani na hali inaonekana kuwa nabadilika kila saa. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa vikosi vinavyoendelea kusonga mbele vya kizalendo vimeweka shinikizo kubwa dhidi ya ngome za wahasi, na huenda hali ikabadilika zaidi kadri Uh, wanavyozidi kuikaribia ukaribia mji wa Kamanyola. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa ukaribu sana ili tukuje kutaarifu pindi tu kutakapoibuka na mapya huko kwenye uwanja wa vita. Wazalendo wanaendelea kujiongeza viko, kuongeza vikosi vyao huko kwenye uwanja wa mapambano kwa ajili ya kuhakikisha na komboa mji wa Kamanyola kikamilifu, mji ambao upo chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 kwa muda mrefu sana, mapambano hayo yakiendelea, tayari mji wa Katogoto unaripotiwa kuwa chini ya udhibiti ya wapiganaji wa zalendo pamoja na jeshi la Taifa FARDC kwa ushirikiano na vikosi vya Burundi. Hali ya tamruki inaendelea kuripotiwa uko Kamanyola, maeneo uh, ya mpakani na pia hadi katika eneo la, hadi katika eneo la Bugarama ambako hali ya wasiwasi sasa imetanda kufuatia makabiliano haya ambayo yanaendelea kusonga mbele kwa kasi kubwa, kati ya vikosi vya waasi na majeshi ya, ya wazalendo wakiungana na jeshi la taifa FARDC. Ni kwa muda mrefu sana, upande wa Kamanyola Katogota kulikuwa kupotul, eh, kuna tulia sana lakini, baada ya waasi kuweza kuvamia kambi za wazalendo hiyo uh, jana tarehe mbili ndipo uh, makabiliano makali yameanza kwa kasi kubwa na wazalendo wameamua kwa sasa hivi kusonga mbele hadi kukomboa maeneo yote. Kufatana na taarifa ambazo zinatolewa na wazalendo, wamesema kwamba wao hawako tayari kusimama tena kutokana na kile ambacho wahasi waendelea kukifanya. Msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano haya yanaendelea ikiwa tayari wajumbe wameanza kukaribishwa huko uh, Washington kwa ajili ya mazungumzo ya kuwekewa saini kati ya raisi wa nchi ya demokrasia ya Kongo na mwenzie wa Rwanda Paul Kagame wanasubiriwa, wana, wana, wana, wana kuwasili Washington kwa ajili ya mazungumzo hayo ambayo itasimamiwa na Umerekani. Hali inaendelea kuwa tete kabisa kwenye uwanja wa mapambano mpaka um, sasa mida ya mchana uh, saa sita na nusu majira ya, ya, ya Afrika Mashariki, hali bado inaendelea kuwa tete na tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kukutaarifu kila kinachojiri. Kwa hivyo na kusi kuweza kusambaza habari hizi kusubscribe ku comment na ku share kwa walio wengi zaidi. Wakati mapambano yanaendelea kuvuka uh, kushika kasi uh, wahasi wa AFC M23 wameshutumu serikali ya Kinshasa kutekeleza mashambulizi dhidi ya ngome zake upande wa jeshi la taifa. Pia wameshutumu wahasi kwa kuweza ku, uh, uh, kuanzisha mashambulizi kwenye ngome za jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo uko bondeni Ruzizi. Sasa hali hii ya wahasi kushutumu serikali na serikali kushutumu wahasi inapelekea huenda makabiliano ama, ama, makubaliano ya amani ambayo yanasubiriwa kuwekewa saini kwa Marekani eh, yakawa yasiweze ya, ya kufua dafu kwa sababu uh, kuna kile ambacho kina, ama, makabiliano ya, ma, ma, ma, saini ya mikataba uh, in, inalenga kuweza kusitisha vita mashariki mwa DRC. Sasa itakuwaje saini iwekwe wakati kwenye uwanja wa vita mapambano yanaendelea? Ni moja kati ya maswali ambayo wachambuzi wa, wa masuala ya kisiasa wanayatazama kwa jicho la mbali kusema kwamba uh, kule Washington hakuna lolote ambalo litakuja kule, bali uh, suluhisho ni moja, Rwanda iweze kuondoa ma... vikosi vyake DRC. Hapo ndipo amani itakaporejea na vita vitakaposimama. Vita, aliyojua uh, moja kati ya makamando wakizalenda kutoka kwenye uwanja wa vita uh, Alexi Dunia alisema kwamba wao hawapo tayari kusimamisha mapambano kwa sababu ya mikataba ambayo inaenda kuwekewa saini hiyo kesho tarehe nne uh, kati ya DRC na Rwanda huko Umerekani. Amesema kwamba mikataba ni ya serikali na wala si ya wazalendo. Wao watakubali mikataba hiyo pale ambapo vikosi vya wahasi vitarejea na kujelekeza moja kwa moja ya Rwanda. Mpendwa wa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa mapambano Bondeni Ruzizi katika maeneo yinayonikia Uh, mji wa Kamanyola. Taarifa rasmi zinathibitisha kwamba bado waasi wanapatikana katika maeneo ya Kamanyola, lakini tayari wazalendo wameshauzingira mji huo kiasi kwamba hali inaendelea kuwa tete na mpaka, mpaka kupelekea mpaka wa DRC na Rwanda huko maeneo ya Luberizi uh, kuweza kufungwa ili kusipatikane mtu wa kuingia na kuweza kutoka. Tunaendelea kufuatilia kwa kina taarifa hizi ili tuendelee kukutaarifu na kuletea habari za ukweli. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwa walio wengi, ili na waendelee kupata habari hizi za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani, tuko moja kwa moja na wale ambao wanapatikana kwenye uwanja wa vita kukuletea taarifa hizi za ukweli hapa. Hmm, tunapatikana katika njia, tunaelekea sehemu za Kamanyola. Anayezungumza ni General Nyembo Butonge Pole. Mimi sina woga na mtu yote wala siogope adui. Kwa hivi tulienda apartire ya Kaziba jana zero heure. Na hivi tunarudia sasa hizi tumeshuka sasa katika milima ka ya Kamanyola. Hivi tunazungumza tunashuka tuko katika operation. Na nimwambia kama Kamanyola shete kwa itombe. Sikiliza habari deux heures utasikia habari gani inafanyika. Wewe sijali, majeshi tayari yametangulia na mimi tayari niko nyuma. Depuis jana wako nafanya kazi pale. E, bila woga waoneshe Kamanyola kwenye iko hapa tayari, tunaanza e, kupilionea pale Kamanyola. Kwa dakika chache tu utasikia, na kweli tutombe. Usiogope, tutafanya kazi. Kamanyola yote iko hapa, usijali. Kamanyola njo hii, uko unaona hapa e, Kamanyola ile nazumee pale, uangalie e, Kamanyola ile wana grupe, watu wote wa Bukavu, Sud Kivu nzima, nchi ya Kongo yote tunatafuta kuwapa kazi Asante bila kabaya, msiogope, tuna wajeshi ambao wanapigania nchi e, tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambao tunasaidiana, tunasaidiana huko vita. tunakuwa na Warundi e, tunakuwa na FRDC ambao tuko nasaidiana nao, Warundi wazalendo FRDC na Warundi tuko mtu mmoja, hakuna kabaya, adui kabisa anapata jaribu. Asante wenye wako Beni Butembo na sehemu za North Kivu yote kama uko umu e, kumbuka vita imewaka moto kote za Bukavu e, kote za Kamanyola kule kote kumewaka moto, muplene ni moto saizi. Nilipenda niambie bazalendo wetu we wako kule ma North Kivu. Tuko na chokeshana juu ya vita, tunachokeshana Pourquoi?

kama banatuma batu Bukavu bakose benye batatuma uku yulu, bandugu zangu mbone mumelala sana Nor Kivu, jambo jambo e? Ah, wakongomani wa kongomani ote, tuna wasalimu tunawasalimu katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti. Ni mimi kiongozi makanakikasimbira John. Please, please RFI ndio na wapatie wa mesage. Leo tuko siku ya tatu, siku tatu mwezi wa kumi na mbili, naambia wakongomani ote sirtu zore ya Uvira na wazalendo wote, jeshi nzima ya serikali yetu ya Kongo ya FRDC na wababa wa mama, wakaka, wadada, nawaambia kwa muda na saa hizi za asubuhi, musiogope. Na katika mjo wa Uvira musipewe mamesaje ya ongo, adui anakimbia na adui komoga, na adui na adui komoga na adui anaenda na kupanike tu kusema o hivi watu wakimbie. Sisi hatuogopi chochote Kiongozi chifu reko pale, wazalendo tabiko pale na zingine forces zote ziko zinapigana. Watu msiogope. Na kama watu wanakimbia, watu wanatoka mumaeneo pale fwasi uh, banaeta rubarika ingine sehemu, wanaogopa milio za silaha kubwa kubwa. Yaani pale ni vumbi na yacho kabisa. Uh, najua jua m ilitia kilolo matako ya kobe, ilitia kilolo matako ya kobe na kama walisahabu wengine wa jeshi biko Nord Kivu wala Bukavu, babalete kama balikuya na 20 mil, balete ikwe 40000 na kama balikuya na sa balete ewe desa kama balikuya na emiod soda bakuya na desa milio solda, katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti tunawapiga na tunaendelea kuwapiga, tunahakikisha mpaka tulale Kamanyola kwa hii muda wa leo kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti. Kuraje FARDC, kuraje wazalendo, kuraje Kongo mzima. Asante Mungu, atubariki tuko pamoja kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti. Musonge mabugali mukule kabisa, mukoge mukunywe RFI, plis plis kadanda. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti, amena.